Kanda yenye mikoa ya Mara, Simiu, Shinyanga, ungependa uzungumzia hapo hapo ulipo au utajikongoja na magongo yako mpaka hapa? Naamua kujikongoja kuja hapa. Kwa sababu ameonekana kwenye video akikamatwa na jeshi la polisi na ameonekana kwenye video wakiwa wametupwa katika pori la pande Bagamoyo. Karibu ueleze kwa uchache. Baada ya kukamatwa na kuonekana kwenye video pale, nini kiliendelea mpaka mwisho wa siku mkajikuta mko pande Bagamoyo? Karibu. Ni ni kushukuru mheshimiwa katibu mkuu na ni washukuru wa Tanzania ambao mnaendelea kutusikiliza na mnaozidi kupaza sauti juu ya haki kutendeka kwenye taifa letu la Tanzania. Tulipokamatwa mahakamani siku ya tarehe 24, kama inavyoonekana namna na tulivyokamatwa, tuliweza kupelekwa kituo cha polisi cha Salenda Bridge hapa Dar es Salaam, na tuliposhushwa pale wa polisi ASP Justino uh, Mgonja. Mgonja ambaye ni RPC wa Ilala alimweleza askari aliyekuwa anaongoza gari letu kwamba hawa uliowakamata Kisutu kuna kituo chao wanachopelekwa. Kwa hiyo uthibitisho wa kwanza kwamba tuliweza kukamatwa na polisi ni video zinavyoonekana polisi walituchukua wenyewe, wakatubeba kwenye gari ya polisi na wakatupeleka kituo cha Salenda Bridge. Kiko mkono wa kulia kama unatokea Oyster Bay polisi unakuja Mikocheni. Tulipotoka pale tulipelekwa kituo kingine cha polisi cha Wazo, kiko jimbo la Kawe, juu kabisa kwenye kilele cha mlima wa Wazo askari mmoja tu pale. Yule askari alisema sina maelekezo juu ya watu hawa, lakini tulikaa mule ndani kama dakika tano hivi au sita, tukao tunazungumza na yule askari aliyeachiwa achiwa atulinde mle ndani. Tukamuuliza afande, mtu akikukamata, askari akikukamata, anapaswa ajitambulishe kwako, akuambie kosa lako na kueleze anakupeleka kituo gani cha polisi, na ikiwa kuna fursa ya kupewa mawasiliano uwaeleze ndugu zako, mnapaswa kufanya hivyo. Tueleze kosa letu nini, tueleze hapa. Tunaambiwa mmesema kwamba hatupelekwi ha, ha, ha, ha, hapa, kwa maana ya kwamba hana maelekezo huyu. Tueleze unatupeleka wapi? Yule afande alitujibu hivi, nilimuuliza mwenyewe, akaniuliza wewe, dhehebu gani? Kaambia mimi Mkatoliki, akaniambia mimi Muislamu, akaniambia hivi, akatujibu hivi, kwenye dini ya Uislamu kuna shehe anayajua maandiko, kuna imamu anayajua maandiko na kuna maamuma huyu ajui chochote kuhusiana na maandiko. Brother, kwenye kesi yenu mime kwa nini mmekamatwa, mmepelekwa wapi? Mimi ni maamuma Ndivyo alivyotujibu, ndivyo alivyotujibu. Na kwa kweli pale ndipo tulipoona kwamba hawana nia njema na sisi. Salenda Bridge hawajatuandikisha popote, hawakuruhusu tuingie ndani, alisema yule mgonjwa, alisema hawa wana kituo chao, ni wale wa, wa Kisutu wale wa Chadema hawa wana kituo chao, alijibu hivyo. Tukaenda wazo, tukakutana na huyo afande, ni mweusi na mkumbuka kwa sura yake, nikiona hata picha yake nitasema ndo huyu. Alisema mimi ni maamuma. Kuhusiana na na, na mnapelekwa wapi, kosa lenu nini, mtafanywa nini? Baada ya hapa, gari ikaanza kuelekea Kawe ndani. Huko tukaenda Mbweni huko, sikuwa nimewahi kufika Mbweni, mi natokea Mwanza. Ni eneo ambalo limejengeka sana, nyumba nzuri standard za watu kuishi. Afande akawa anapigiwa simu, anasema ununio chama ununio chama, ndiyo kauli aliyokuwa anaisema. Kwa sababu gari ilikuwa inatembea, ghafla tukaacha lami, tulienda mahali mpaka sehemu tukakuta pamewekwa block, hakuna kwenda mbele tena. Akaambiwa umepotea, akarudi. Alivyorudi ile gari ikaacha njia, ikaenda njia ya vumbi, ndiyo tukaona kuna gari zingine za polisi zaidi ya mbili zimekuja nyuma yetu, tukawa tumeshafikishwa huko wakafukuzwa watu wote walikuwa mbali, polisi wakaenda mpaka mbali kuloteti kuona kama hakuna mtu yoyote. Tukashushwa, tukawa tunaambiwa sasa, njooni mtueleze ni nani aliyowaambia mje Kisutu, alafu wakanatuambia mtajua mama yuko kazini, ndo kauli yao kubwa, mtajua mama yuko kazini, mtajua mama yuko kazini. Sasa kweli kama mama yuko kazini na ndo kazi ya mama hii sio mbingu wala dunia ambayo inaweza ikabaliki kazi ya namna hii, yaani kama kweli ndio kazi ya mama, kwa sababu ndivyo alivyokuwa anasema. Nawakumbuka na wale maafande sasa, ndivyo walikuwa wanasema hivyo, na kila mtu aliyepigwa alikuwa anapigwa huko anaelezwa sababu. Kwa nini Ngoto aliumizwa mpaka akafikia hatua ya kuvunjwa mguu, alikuwa anaambiwa, wewe ukivaa nguo, mkivaa nguo za kaki mnajiona, na nyinyi mmekuwa askari, wanampiga Walipofika kwa Moipa wanaambia hivi viatu wao wanavaa, wanajeshi tunao, umekuwa mwanajeshi, wanampiga. Wakifika kwa Upendo wanamwambia uko mzuri hivi, unashindwa kulea mume, unakuja kwenye masuala ya Chadema, wanampiga. Huku wanazungumza maneno ya udhalilishaji mabaya sana, siwezi kuzungumza hapa sababu pengine mama zangu wanaweza wakawa wanasikiliza vile walivyokuwa wanamwambia Pendo. Baba mmoja alipigwa akavunjwa, ana majeraha mengi sana, atukuja naye Mwananyamala hospitali yeye walikuwa wanamwambia, na pamoja na mzee Rafaeli, namkumbuka kwa jina moja, walikuwa wanawaambia nyinyi, badala ya kulea wajukuu mnaungana na hawa wahuni hawa. Ni wazee wa zaidi ya miaka sitini na tisa ama sabini, waliumizwa sana, waliumizwa sana. Walipofika kwangu wakawa wananipiga wananiambiaje, unasemaga tunalala kwenye nyumba ya bati, tuambie nyumba ya bati inakuaga na baridi au joto. Ukweli tulipigwa unaweza ukacheka, ukizani ni mazuri. Heri ukutane na simba kuliko kutana na mwanadamu aliyegeuka kuwa mnyama. Yaani, bora ukutane na simba, unajua this is a lion my life is in danger, kuliko kutana na mwanadamu ambaye utu wake umeshaondoka. Mwanadamu ambaye hamkumbuki tena Mungu kwa dini yake, Muislamu ama Mkristo ama dini ya Kiafrika, ni mtu mbaya sana, ni mtu mbaya sana Ulivyomaliza kupigwa tukaambiwa, bado amwezi mkaenda nyumbani, mmependeza kiasi hiki, tuwapeleke mwoge. Tukapelekwa kwenye dimbwi la maji machafu yanayonuka, tukaambiwa tuwe tunalala, tunaenda kulia, tunaenda kushoto, tunaenda kulia, tunaenda kushoto, wote tumepangwa vichwa vimeelekea upande mmoja, vichwa vyote vimeelekea upande mmoja wa kwanza Aka akaambiwa roll mpaka kwenye tairi la kwanza la gari, kwa hiyo sisi tukawa chini ya kichwa vyote vimefanana hivi. Maisha yangu nikawa najua sasa labda ndo wanatumia gari kurudisha nyuma, maisha yetu yaishie hapa. Gari inakuwa inaungulumishwa inapigwa breki. E, e, nilikuwa karibu na ngoto akaniambia, tumesha hatutorudi tena Pambalu, kama unaweza kusali kwa Mungu wako sali, sali Sali, ayo, mimi, mimi, mimi, mimi na sisi kwa, kwa, kwa dini zetu sisi tuna, tuna, tuna sala nyingi. Mimi siku hiyo zilikataa zote, nilikumbuka tu Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, nikajikabidhi nikijua ndo mwisho wa maisha yangu. It's very bad, it's very bad, it's very bad. Wakatuchukua wakatupeleka kituo cha polisi Mbweni. Mbweni, unaingia kituo kinakuwa kulia Inavyoonekana kaunta iko hapa kulia, sisi tukaenda mpaka mwisho, tukaambiwa twende mpaka mwisho. Ukienda mpaka mwisho kule ni chumba cha wapelelezi, kiko kimeandikwa like OCCID, kitu kama hicho cha wapelelezi. Kikafunguliwa chumba kimoja, tukalazwa mle ndani zaidi ya masaa matatu mpaka masaa manne, afu baadaye gari ikaletwa kwenye karakana ya polisi, milango ya geti yote ikafungwa, alafu tukaingizwa kwenye gari kupitia kwenye karakana ya polisi. Ukitaka kujua kwamba kile kituo kinaitwa Mbweni, nyuma ya kituo cha kile cha polisi kuna kanisa kubwa, kwa aina ya mijengo inavyojengwa, linaweza likawa ni ama Lutheran ama Catholic. Hilo kanisa kubwa liko nyuma ya hicho kituo kinachoitwa Mbweni. Tukachukuliwa pale mpaka tukapelekwa kwenye hifadhi ya Pande Bagamoyo. Bagamoyo tulivyopelekwa tukashushwa wote, tukawekwa kwenye kichaka kimoja Tulivyowekwa kwenye chaka kimoja tumerundikana pale, gari ikaenda mbele, ilivyorudi wakaturushia simu, wakawaturushia simu zetu, wakamaliza, wakaondoka, na ndipo tukapata msaada wa bodaboda waliotutoa pale waliotutoa pale na kutupeleka senta waliko bina, watu wengine, ndipo tukapata msaada wa kutoka kule tuliko. Sifikili kama hili ndilo taifa ambalo tunapaswa kuishi. Sifikili, sifikili. Dhamiri yangu inakataa, dhamiri yangu inakataa, dhamiri yangu inakataa. Ni lazima kama taifa unyama huu uishie kwetu, usijitokeze tena na watu wengine wasiumizwe kwa sababu ya, kusibi, ya kupigania haki. Uovu ukitukuzwa haki huonekana kuwa kama uwasi kwenye taifa. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Pole sana Mheshimiwa Pambalu, wewe na wenzako. Wanahabari, naomba nikaribishe maswali kuhusiana na haya tuliyozungumza leo, kama kuna kuna maswali, lakini imani yangu inaniambia haya maudhui Sawa, nadhani kuna swali moja. Karibu, jitambulishe tafadhali. Maswali ni kwa waandishi wa habari tu, na na hatua ambazo chama tumechukua nilishazitangaza awali. Kama umechelewa kidogo kufika, uulize wengine, nilieleza hatua ambazo chama tunazichukua. Naamini wanahabari, hamna maswali leo, kwa hiyo nina